Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar, niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. <laughs> Tuko very clear mpaka maake tumetumeleana kwa muda mrefu kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shikisho la CRDB msimu uliopita, yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. Yes. so very clear, kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana, tushaandika sana barua, sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine.